Ah, cha kwanza napenda kumshukuru Mungu, pia napenda kumshukuru mwalimu wangu. Umri wangu ni mdogo ila amenipa nafasi na, na nimeonyesha ndichokuwa ndicho nacho na kusaidia timu yangu kupata matokeo. Ina kumotivate kiasi gani kama mchezaji tu? Tunzo hii inanifanya niendelee kupambana na kuendelea kusaidia timu yangu. Ah, tunachoahidi wanababati waendelee kujitokeza na tutaendelea kuwafurahisha katika mechi zijazo tutaendelea kucheza. Zile kelele zisikia Chuga wakati watu wanaimba Chuga Chuga ulizisikia? Ndio. Na unataka kuambia nini sasa? Waidi, wana babati nakusikiliza. Na waidi, nitaendelea kupambana na tunzo hizi zitaendelea kuwa nyingi katika timu yetu. Tuzo ya leo una dedicate kwa nani? Mama angu na bibi yangu. Why mama yako na bibi yako? Ni watu ambao wamenisupport kwanzia nipo mdogo. Motivator wangu ni mama na bibi, wanajitolea kwa vingi sana, japo maisha yetu ni ya kawaida, ila wanapambana kwa ajili yangu.